Amsefu <mahim> asalaamu alaikum. K salama, habari za huko bana? Namshukuru Mungu, majambo yanakwenda, ah, tuko vizuri kabisa na. Naam bana, bana uko na Msimbazi, Simba nataka tuzungumze kidogo kuhusiana na kilichotokea katika mchezo wa jana, ambapo e, Simba amekwenda hatua ya makundi ehhe, licha ya kupata suluhu katika mchezo wa nyumbani. Ni kitu ambacho hakikutarajiwa na wengi binafsi, kwa upande wako maoni yako ni yapi kwenye hili? A, na mimi, mimi mara nyingi Abdallah huwa anapenda kutofautiana na watu wengi sana, ndio ambao nadhani wanautazama mpira katika nukta moja tu, wanautazama mpira katika matokeo, na tupo wengi hivyo, bahati mbaya zaidi Abdallah. Kwanza e, kwanza kabisa, rekodi inatuhukumu mara mbili kutolewa hatua hii na vilabu vidogo kwa sababu ya kutaka, na kutaka lazima, nadhani utakuwa unakumbuka, ndio ndio, tuliwahi kutolewa na Udisongo, tukawahi kutolewa na Jwaneng Galaxy eh, ndio kwa aggregate ya goli tatu tatu sawa sawa. Sasa, sasa kwanza watu wanatakiwa waufahamu mpira kabla ya hicho kitu chingine wanachokitaka. Kwanza wanatakiwa wa ufahamu mpira kama kama kama mpira utakuwa unaendeshwa kwa minadhiri ya Yanga akiwa ameshinda labda, na si lazima tushinde, basi tuwe tutafatisha hayo, lakini wasilaumiwe makocha ndio yeah. Ila huyu mtu ambaye amekaa akazungumzia haya anatakiwa akumbuke mambo yafuatayo. Moja katika mambo makubwa, mwalimu alipokwenda kucheza mpira mkubwa ugenini na kupata matokeo maana yake kwanza, alitaka ajihakikishie kuwa mi nitakwenda mbele, ndio hilo, yeah. Ni jambo la kwanza, lakini jambo la pili, jana mwalimu wakati anaingia na kikosi, mtu ambaye unashaka na mwalimu katika hili, rudi kwenye kikosi cha mwalimu cha jana. Ulikuwa ukitazama kikosi cha mwalimu cha jana, unaenda kuona mwalimu anatafuta uhakika wa vipi, kesho nikiwa nina mechi wakati katikati ya uwanja sina mtu ninayemtegemea, kwa mfano ya Alasan Mahodokante, katikati ya uwanja sina mtu kama kama kama kwa mfano nichukulie mfano una mtu kama Nabi Kamara yeah. ambao hawakuwemo uwanjani na huwa wanawatumia vipi? Kesho nikiingia uwanjani e, na neo tu maema na na, na Abrahamu sina streka wote wawili, maana yake ni majeruhi yaani vipi? siku swali linaulizwa eneo ambalo ruksa inakuruhusu kucheza mechi kwa kuhoji maswali, yaani vipi nitafanya kama hawa watu sina, niko katikati ya uwanja natakiwa kupata matokeo. Umenelewa mabrad? Ndio, ndio. Inakuwaje nikiwasinda, unaenda kuwapima katika mechi ya namna hii. Kuna siku unatakiwa uwapange hawa ili wakakupe matokeo. Kuna siku katika mechi za kimataifa unatakiwa uwapange huwapumzisha wachezaji wengine ili ukatafute suluhu ukiwa ugenini, kwa sababu kuna timu timu, huwezi kuenda kupata matokeo hata ya goli moja ukiwa ugenini. Kwa mfano huwezi kuwa na Esperance de Tunis huko ugenini ukategemea goli, ni uongo, unategemea miujiza. Huwezi kuwa nyuma ya Mamelodi Sundowns huko ugenini ukategemea matokeo, sio kweli. Utategemea baadhi ya watu ambao wa wanatakiwa kukupush Amenielewa kwa maana ya kukupa hiyo sare. Ni nani? Yaani leo ndio unatengeneza kikosi ambacho kitakwenda kukupa tafsiri kesho kwa sababu kuwa na mechi ya Tanzania. Kwa hiyo kwanza historia ilikuwa inatuhukumu tushawa kutoka nukta kama hii kwa kutaka kufuru. Najua Neng Galaxy tumewakanyaga goli mbili nyumbani kwao. Ndio. Tunafika hapa, Rajwali anatia mpira wavuni. Yaani kwa mechi imekwisha, yani hakuna kitu kingine. Uwezi amini watoto wanatoka nyuma wanafanya comeback ya goli tatu. Mwalimu, kwanza, ni lazima ulinde kile ambacho unacho. Falsafa iko hivyo, tunamaliza hii mechi na hakika tunatoka. Mechi moja tunakwenda kukutana na TRA ambao ni Tabora, ndio na. Kwani unafahamu kiwango, mwalimu huyu, ukiacha club Bingo ambao malengo yanatakiwa kwenda nusu na kuendelea, mwalimu huyu anatakiwa arudishie simba kombe lake, ambalo limechukua. Tayari ushakuwa na matokeo, kwa sababu tuna wachezaji kumi uwanjani. Maana yake e, tuwafanye tu wakae? Hapana, linda energy ya wachezaji hizo ndo falsafa za kiwalimu, umenielewa vizuri, ambie yeah. Wachezaji wasicheze zaidi mbele ya mpira, wakae nyuma ya mpira. Unaangalia madhara ya timu unaokutana nao, watu wanapata shot on target tatu, zenyewe hazina madhara, wanakabizi kwa golikipa moja tu, ambao kipa alicheza kama mwalimu. Mwalimu hawezi kufanya jambo kwa sababu nani anataka, umenielewa sijui. Sisi tuna mashabiki bora sana, mashabiki wasisubiri mijadala kutoka mm-hmm, kwa watu wengine Yani shabiki asisubiri mjadala, ongee mtu kama Mchome wa ovyo, umenielewa vizuri, mtu ambaye yeah, unafahamu mpira juu hii, hajawahi kuzungumza mpira, ni mwimba taarabu mmoja, Mchome. Eh, mimi binafsi kama ningekuwa natoa ushauri, mtu ambaye anaweza kushindana na Mchome katika taarabu alikuwa ni yule brother, sio nani, yule bwana Uncle K anamwita, nadhani utakuwa unamfahamu Mm. Brother Ken mchekeshaji si mkusudi huyo yuko mmoja, sio anaitwa Uncle, sio okay. Kila siku yeye anapigana vijembe na kina mama katika mitandao ya kijamii. Mimi nadhani yule mchome wa nafahamu. Ndio. Lakini katika mpira usije ukajaribu kusikiliza watu warevu, mchome, jana, mwarimu, wa level ya kina mchome wakakushughulisha. Alichofanya jana mwalimu wa Simba alikuwa analinda energy kwa mechi zinazopata. Nadhani kutoka mechi na KRA tutakuwa na mechi na na, na Azam ndio, eh ndio ndio, kwa sababu Azam walipo on fire sasa yaani wewe utakuwa mnafiki kama utake kukiri kwa Azamu wako, utakuwa mnafiki. Sasa sisi hatutakiwi kubwaga pointi hata moja, kwa maana ya tuna lengo la kuwa machampioni. Hatutakiwi kudondosha pointi hata moja, haijarishi mbele. Um, ndio ndio. Sasa lakini wengi wanasema kwamba viwango vya wachezaji eh, si vile ambavyo tumezoea kuwaona katika michezo ya e karibuni ambayo wamecheza vizuri kwelikweli. Hapana, sio kweli, sio kweli, sio kweli. Na hiyo ina, inataka kunionyesha hata huyo msemaji ambaye amezungumza hivyo, yaani shaka yangu, sijui kama anafahamu mpira alau kidogo. Unajua, watu kuna siku nilifanya kipindi na chombo kimoja kikanambia, huoni kuwa Simba mlikutana na vibonde? Nikamwambia kwa kanuni, timu inaoshinda huwa inaitwa timu kubwa timu inayofungwa inaamini iliyoifunga ni timu kubwa, si umenielewa? Ndio. Yani hawa hawa hawa msingizini, siokuwa ni timu ndogo kwa maana ya namna walivyojiweka, isipokuwa msingizini walidhani Simba ni wadhaifu, sio vile walivyokuwa mwanzo. Ndio maana mechi ya kwanza wakakubali kupishana na Simba moja kwa moja, wakafa chuma tatu. Wamekuja mechi ya jana Simba ana anachopoteza akaamua kucheza mpira wa kulila Yani jana tulikuwa tunatakiwa tumtume nani ili atoe jasho la mwisho? Sio kweli, jana tunatakiwa kuambia wachezaji tuna ushindi wa goli tano, hakikisheni amruhusu hata goli moja uwanjani, ndio yeah. Maana kama ulikuwa unaona jana Simba kuna muda walikuwa wanachukua mpira eh, Roshan Dalok yeah, anacheza na, na inspector Kalabwa, yani wanapiga mpaka pasi nane wakiwa wako nyuma, hakuna timu yoyote ambayo iko nyuma ya matokeo ikapiga pasi nane wakiwa wako nyuma tafuta au tazame mpira, umenielewa? Ndio, kuna gombwa na kikubwa kinachotusibu katika mpira wetu. Kuna watu wanakuja na matokeo mapema kuliko kile tunachokwenda kufanya, kama uasilia uhalisia. Umenielewa vizuri? Ndio, ndio hiyo ndio shida kubwa Abdallah. Mpira sio mchezo ambao utamtaka nani wazo lake oliende mpira ni mchezo huko, katika mfumo ukishakuwa na matokeo duniani kote, hutakiwi kutafuta matokeo mengine, kwa sababu Simba hata ungeipa goli nane, kutoka sasa hatuna kiatu cha mfungaji bora, hatuna. Tunachotakiwa tumequalify, tumequalify. Wachezaji wakiwa na energy, tunaweza kuwabakishia energy wakatumie tena. Sahizi wenzetu hawa energy wanaotumia juzi kubwa kwenda kupata matokeo pamoja kuwa watoto walinyimwa goli halali, tunajua ukubwa ulitumika katika kuwabaka wale watoto. Umenielewa vizuri, energy ambayo ilitumika, Sheh Abdallah, energy ambayo ilitumika. Ukiwapa yanga mechi siku mbili hizi, hawana uwezo wa kuishinda mechi, itakuwa ngumu kwao kupita maelezo. Kwa nini? Kwa sababu walishindwa kufanya vizuri wakiwa ugenini, wakalazimika kutumia nguvu kubwa, na hata hivyo ikawagharimu kipindi cha pili Ikawapa ugumu, si tutakiwi kutumia energy, kwa sababu tulishatumia energy mechi ya kwanza, tulishapata matokeo. Na ndio maana pia niliwambia watu hata katika vipindi ambavyo niliwahi kufanya Abdallah, nadhani nikawambia watu, Simba hapa ameshavuka anachotakiwa kuja kurelax taifa. Ndiyo. Na Simba lazimisha matokeo, kwa sababu yaani jana Simba analazimisha matokeo anamkuta kama juana, watu wanakwenda kuuana. Hata utakuwa mtu wa ajabu, umepita kwa aggregate ya goli tatu bila haijalishi umezipata wapi, alafu unaanza yani, tuanze sasa hivi kufundishana katika vyombo vya habari. Kama wewe ni influencer ulikuja ukawa umezungumza, hicho ni wazi kuwa hata wewe hujajipanga na ujui unachozungumza. Sasa kuna vitu Abdallah, tusiwe tunafichana kwa sababu ya kiujamaa, tusiwe tunafichana kwa sababu ya nani kasema, tue tunaogopana. Hapana, sio kweli. Kuna muda ni lazima tuambiane huo ukweli. Huwezi kuwa influencer kama unaanza kudauti matokeo ambayo unamwona mwalimu kimbinu anatengeneza nguvu ya mechi nyingine. Unamuona mwalimu kimbinu alifanikiwa toka mwanzo na amefanikiwa jana, kwa sababu mechi ya jana haikumtaka Simba kutafuta magoli. Mechi ya jana iliwataka wale watafute magoli, sio Simba Sports. Naam, naam, nikushukuru sana ndio Abdalla. Kwa hiyo nimalizie, nimalizie kwa okay, eh, kusema kama kweli tunaitakia mema Simba kwanza mashabiki aa Simba sawa, basi lazima tuwe tunaufahamu mpira, lazima tuheshimu mpira, tuendelee kuheshimu mpira, baadaye tutafurahia tunachokitaka. Mpira sio miujiza, mpira sio chumvi jafeti kwamba unakoroga tu inakuwa mpira. Una mbinu zake, una sayansi yake, una namna zake za kuelekea. Jafeti na nani bwana Abdallah thamani bwana, nimekumbuka ndugu yangu. Eh, umeona bwana, ndiyo. Kwa hiyo ni hilo Abdallah, wa tutoe wasia kwa kwa kwa wana Simba wasiwe wanaimbishwa nyimbo ambazo wa hawapasi wa kuimba. Langu ni hilo Abdallah bwana, shukran sana, asante ah, sana.